Jamani, habari ni ya siku ya masiku. Jamani, wapendwa wangu, habari ya leo Jumamosi asubuhi. Jamani, tumeamka salama, ni matumaini kwamba jamani tumejisafisha safisha, vitanda tumesafisha, eh zile nguo za ndani tumeziosha, tumeziweka katika makabati, tumesafisha nyumba, tume tumedeki kidogo. Eh, sio biashara ya kuamka asubuhi, mama anaamka anakimbia kula chapati za jana. Huo mtindo tulikataa tufanye, eh. Jamani ni mwamisi sana lakini nimekuja leo. Leo nimekuja kitoko lakini nina kama vile ni kama vile nimesikitika kidogo kwa sababu kuna mambo mengi yanayoendelea katika dunia hapa, na mtu anaanza kuwaza, kabla, na mtu anaanza ukianza kuogopa. Lakini kabla sijaendelea na hilo, nataka niseme jamani, wakubwa shikamoni, wadogo mambo vipi, rafiki zangu, marafiki, majirani wote, mnanifahamu wao wote mnanifollow, na nyi hata msionifollow mmekuja tu mara moja, jamani nawakaribisheni sana kwenye chaneli yangu na ni matumaini yangu kwamba mtabakia, hamtaondoka. Kama kawaida yangu kabla sijaendelea na somo, kabla sijaendelea na kitu nachotaka kuambia, uh, ni muhimu sana ujikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu nje kuna mambo makubwa ambayo huyaoni. Mwenelewa mpendwa, mambo mengi makubwa ambayo huyaoni kabisa, lakini yanaendelea. Basi tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba sisi tuko hapa, kwamba tumeamka leo, tuwazima tunapumua, unaniangalia hii ni mapenzi tu ya Mwenyezi Mungu. Bila yeye eh, usingekuepo hapa. Bila yeye eh, usingekaa hapa na kuanza kuangalia. Ni sawa, kuna wengine wanasema kwamba ah, Mungu sijui nini. Ni sawa, lakini mimi naamini na kwamba ni Mungu amenipa kibali cha kuwa hapa mpaka muda huu, naongea na nyinyi, familia yangu, rafiki zangu wote. Mmenielewa? Basi mshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Mwenyezi Mungu, hakuna kama wewe. Wewe umesema kwamba katika Yohana mtakatifu 18 mstari wa 18 kwamba tukikuomba wewe kwa jina lako utatupatia kile chochote tunachokiomba. Basi Baba, siombi kwa jina langu, siombi kwa majina ya ndugu zangu, bali naomba kwa jina lako uliye mkuu mfamfa. Baba, ibariki jioni ya leo, ibariki siku ya leo, bariki kila mmoja wapo ambaye anaangalia video hii akasikia na kufanya kila ambacho Roho Mtakatifu anamwelekeza ndani ya moyo wake. Ninakushukuru Roho Mtakatifu, kwani wewe ndio unaongea na mimi. Asante mama wa Mungu, kwa sababu wewe ndio unaikumbatia watoto wetu wanawake na hata wanawake wajawazito na wale wote ambao hawajiwezi. Wa asante Mungu mfam wafame, nasema asante kwa ajili ya neno hili ambalo umeniongezea. Jamani wapendwa, hiyo ni sala tu fupi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kujikabidhi kwake. Sasa, kabla sijaendelea, naona mtaanza kusema sauti sauti. Hapa ninaongea sauti kubwa, mpaka naona hata chini yule mlango anashangaa anasema hivi Kwani huko juu kuna nini? Umenielewa? Lakini sasa naona ndio hivyo. Naona nitajaribu kwanza kununua spika kubwa ili nikiongea mpaka mnaziba masikio, si umenielewa? Eh, um, sasa niache kunini kupalapalapala niwambieni kilichonileta mimi leo hapa. Naona kwa wale ambao mnanifuata katika Instagram, nilishawaambia ni kwamba kuna vitu ambavyo Mungu amenionyesha ambavyo vimenifanya nimefikiria sana. Uh, ni, nimeogopa nimetetemeka na nimejiuliza mara kumi hivi kuna nini mwanielewa. Mimi sikae Tanzania, mimi sio mtu wa mambo ya serikali, sijui sina chama hiki chama hiki. Lakini mimi nataka amani, mimi ninaomba amani, amani katika nchi yetu. Nchi yetu ya Tanzania ni nchi ambayo ilikuwa ina utulivu miaka yote. Nchi yetu ya Tanzania ilikuwapo, ipo huru. Nchi yetu ya Tanzania ilikuwa haina misuko misuko suko ya, ya kuogopa kwamba he hivi kesho tunao tutaweza kuamka hivi siju hiki hakuna. Lakini sasa kila nikisikia kutoka kwa ndugu kutoka huko nyumbani, mambo yamechafuka chafuka kidogo, basi roho inakuwa inaniuma sana, na najiuliza kwamba hivi Watanzania tuko wapi? Unajua, Watanzania sisi ni watu ambao tunajua sana kusali. Watanzania sisi ni watu ambao tunajua a, a, kunini kugangamia kwamba kitu kisikishi kitu kiishi. Lakini naona kama uh, kipindi hichi kila mtu amekata tamaa, sijui kila mtu anaogopa na anas, m, tu, tunasahau kwamba hatuhitaji kuogopa lolote lile kwa sababu Mwenyezi Mungu ametusimamia, umeona. Kwa sababu kama Mwenyezi Mungu asinge tusimamia tusingekuwepo hapa saa hizi, tusingekuwepo. Lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye ametusimamia, Mwenyezi Mungu ndio ametupatia, sema hey, ongea hey, nenda kaangalie video anayotuma Siri ya Mwanamke, angalia na usikie, na ndio wana tuko hapa, umeelewa? wiki siku mbili tatu zilizopita nimeota ndoto mbaya sana, sijui ni sijui sitaki kusema ni mbaya, nataka tu niseme nimeono tu ile ambayo Mungu anataka kunionyesha kwamba hey, Lucy labda katika katika stori zako za wanawake, hebu watupie wanawake wenzako ichi hii kitu, nikuonyeshe kile kinachokuja, nikionyeshe kile labda ambacho hakitatokea kama wewe na wanawake wenzako mkikaa mkifunga na kusali mkifunga na, ku, na kukemea na kufunga nguvu zote zile zinazoendelea saa hizi kule Tanzania, alafu hapo tutashinda. Mnewa mwanamke mwenzangu, unajua kwa nini? Kwa sababu hakuna hakuna linaloshindikana kwa Mwenyezi Mungu, hata liwe kubwa kiasi gani? a a, si mnakumbuka alivyosema, niite nami nitakuja, nitakuonyesha mambo makuu, sio ya juu. Umenisikia, na sisi muda huu Tupo katika kipindi kile ambacho tunamuomba tunamhitaji tunamhitaji Mungu. Yaani wa Tanzania tunamhitaji Mungu sasa hivi kuliko kuliko chochote kile. Na wengine wanasema hapo ah, kuna vitu tunavyohitaji sijui pesa. Sawa, sikatai. Kuna vitu tunahitaji kama familia. Ni sawa, ni sawa. Lakini hebu fikiria kama Tanzania ikifa. Kama Tanzania ikiwepo kama sijui Ukraine. Kama Tanzania ikiwepo kama nchi zingine za vita. Kutakuwa kuna amani. Kutakuwa kuna hii na hata familia. Kutakuwa kuna business. Kutakupo kuna kuna nchi inasema ninaishi kwa amani? Hapana, ikianza vita hakuna chochote kitakachokosha amani. Hebu angalieni video za vita, mnaona kinachoendelea. Hebu angalieni video ambazo nchi zinazo zinazogombana, kila siku ni matatizo, ni kukimbia, ni kujificha. Kuna amani? Ukitembea nje unaogopa kila kitu. Na hicho mwanamke mwenzangu, mimi ndio kinachonipatia fiba, lakini kila nikiwaza hicho, nikianza kuogopa, nikikumbuka kwamba hey my father, <laughs> my father is, is, is, and, ni ni, ni mkuu ni mkubwa kuliko chochote. Lakini anachotaka kwamba tukae tuseme, Mungu, hii nchi Nyerere ali aliigombania, ali, ali hii nchi umeiweka hapa ii sisi tuisho kwa amani, hii nchi atawza, ya Tanzania siku zote ni ya amani. Na hicho ndiyo tunachokitaka kwako Mwenyezi Mungu kwamba hii nchi tena iwe ya amani. Haya, sasa mtakuwa sasa ndio, mtoko, mtoko, mnaanza, basi kwa siku mbili tatu zilizopita nimeota kama ifuatavyo. Kwanza nilikuwepo katika chumba changu, hata si chumba changu, ni chumba ambacho nipo, nilikuwepo sijui nakaa, mara katokea mtu mweusi mweusi kote, kama mkaa. Mnajua mkaa mweusi, kama mkaa, macho tu yanaonekana, lakini ni binadamu, lakini mweusi kote, naona tu macho Akaanza kugombana na mimi akaanza sijui kunikaba, nikaanza kukemea, nikasema ushindi katika jina la Yesu, nikakemea nikagombana, lakini wapi. Nikawa namng'ata lakini wapi, hatoki. Kwa hiyo akawa alichofanya sasa, akawa amejikaza mikono yake kwangu hivi na miguu hivi, unajua kama vile ukimbeba mtoto mdogo. Kwa hiyo akawa amejikaza hivyo, hatoki. Nikasema Mwenyezi Mungu usiniache, nikasema Yesu Nazareti, naomba unikumbatie. Nimeomba nimeomba, hakuna kilichotokea, alibakia amenikaza hivyo hivyo akaanza kuzunguka mimi naji nambondea huku nasema ushindi katika jina la Yesu, nikakemea nikaongea lugha zote nilikemea, lakini wapi. Baadaye nikatoka kwenye mlango wa pili wa ndani kulipo kuna kuna kuna, kuna kuna kuna ile picha ya Bikira Maria umona wale wa Roma, mnajua Bikira Maria, mnamfahamu. Kabla sijaendelea, nasema kwamba mimi sijui unaamini Bikira Maria, huamini, lakini mimi naamini Bikira Maria yupo, kwa sababu yeye ana anawatunza watoto wangu na wanawake wote wajawazito wazito. Kwa hiyo hiyo ni kazi kwako mwenyewe tu, nasijua kwamba hata Waislamu wanamjua Mama Maria na wanamheshimu sana. Asa, nataka nikwambie kwamba basi nikatoka na yule mtu amenikaba hivyo nagombana naye naenda naye huku na huku, na namgonga kwenye ukuta, wapi na yani hivyo nagombana hivyo, na hivyo huku na sali na sali, machozi yanitoka, na mng'ata nini. Basi ile nilivyotoka katika ule mlango kwa upande wa pili, ile picha ya nini ya Bikira Maria, nikaenda nikamsukuma mbele mpaka mbele ya nini ile picha ya Bikira Maria ya nikamwambia, ya ya Bikira Maria, nika Maria, nisaidie, akapotea. Yani akaondoka kwa upande huu sasa sijui alishia upande wapi akaondoka. Basi nikatoka nje nakimbia, nikatoka ile nilipotoka nje nakimbia, mara mume wangu akawa anatoka kazini anakuja, nikamwambia mume wangu, mume wangu, nataka nikuambie kilichotokea, kitu kikubwa cha maajabu. Mume wangu ananiambia ah, ah, nataka kwanza nikuoneshe wewe kitu cha ajabu, angalia kule, unaona kitu gani? Vile ninageuka naangalia kulikopo, kuna macho makubwa mawili makubwa, yani makubwa, ni sijui ukubwa yani kama hata, kama hivi makubwa, macho makubwa mawili, halafu yana shingo. Haya macho yana shingo ndefu ya mpaka chini, kwa hiyo sikawa tukawa hatuoni chini kuna nini, kuna nini, kwa sababu hapa katikati kuna kuna uh, kuna kama uh, treni moja lililokatwa. Si unajua matreni yanakuwa ya yana matela mengi, hasa kama treni moja limekatwa, alafu tukawa tunaona tu yale macho na zile shingo zinaning'inia. Lakini kwa upande mwingine tukaona kwamba kama hivi kuna watu. Tukasema hivi, tuangalie upande wa pili kuna nini ile. Tunaangalia upande wa pili, jamani, wanawake wenzangu, kuna mstari ambao ni mrefu. Katika huu mstari wamejipanga wanawake, wanaume, watoto. Katika mstari mzima wanaelekea wote kwenye yale macho mawili hasa mimi nikamza meangu sasa, hao watu wanaelekea wapi? Alafu kule mwishoni kuna watu wakubwa kubwa ndio wanawasukuma hawa watu waingie, wanawasukuma ili waingie, wanasema kule mta kutusalama, muingie kwa, kwa, wanawasukuma hawa watu wanaingia katika huu mstari, alafu wanaendelea kwenda katika nini, katika hii mimacho mikubwa. Hasa nikasema ngoja tuangalie kule mwishoni kunatokea nini. <sighs> tulivyoangalia kule kinachotokea ni kwamba wale watu ambao wapo katika humstari wanabinywa, wanabinywa, wanakufa, wanabinywa, halafu yale ile damu na, na maji na ile damu lile li, lile li, kitu lenye macho mawili linachukua linakunywa, halafu likaanza kuongezeka kuwa ni kubwa, halafu tena likaanza kutokea kichwa ikaanza kutokea nywele, likawa liendelea kuwa likubwa. Kwa hiyo watu wanakupa, wanakufa, wamejipanga kwenye hiyo mstari, wanasukumwa katika ile njia, na watu wengine wakubwa wakubwa wa cheo wanawasukuma, nasema mkienda hapo mtapata hicho, mkienda hapo mtapata hicho, wanakopa, wanasukumwa, wanaenda kwenye ile njia, wakifika mwishoni hawawezi kukimbia tena. Kwa hiyo lile litu lina, lina wabinywa wote, watu wanabinywa. Halafu akibinywa lile shetani li sijui linakunywa ile damu, kwa hiyo linakupo linaongezeka, baadaye likaongezeka mpaka likopo, yani lijitu likubwa, lina kichwa lina nywele zimesimama hapa juu na umba. Nikamwambia mume wangu njoo, nikamshika mume wangu nikasema twende upande wa pili. Tukaenda upande wa pili kule, tukaona kuna watu wadogo wadogo wapo kama hivi, wana umri mdogo mdogo, wamevaa nguo za rangi nyeusi na nyeupe kidogo zimechanganywa, lakini sasa hawa watu hawa walikuwa hawa, hawa, ni, ni watoto hawa watoto, watoto wakikugusa hivi unapoteza fahamu, yaani unakuwa sio wewe, kama nikiongea na wewe hata hujui kunielewa ninaongea nini, wanakuwa tu yaani unakuwa kama zezeta. Hawa watoto hao wanaotembea na hizo nguo nyeusi na nyeupe, wakikugusa hivi kidogo tu, unakuwa kama zezeta. Ukishakuwa kama zezeta unaanza kurudi tena kwenye ule mstari wa ile nini ile shetani. Basi nikamwambia mume wangu ngoja niende upande wa pili, ninaona kuna maji alafu kuna watu wengi huko kwenye maji niwaulize. Kabla sijageuka nikaona upande wa pili tena, watu wengine wakubwa wa sheria wanawatuma watu wachukue watu, watu, basikeli wakimbilie kule waende, lakini nikashangaa kuona kwamba, nikamwambia lakini mume wangu, watu wanakimbia na basikeli wanaenda, lakini basikeli zinarudi bila watu. Watu wamekwenda wapi? Hakuna anayejua. Nikaangalia upande wa pili nilipokuambia, nikaona kuna maji watu wakawa wanaogelea nini Nikawauliza nika, nika nikasema, hapa kunaendelea nini? Msichana mmoja akanijibu akasema, hapa ah, tunasherehekea sikukuu, sikukuu ya kumaliza nini, ndugu zetu wamemaliza nini, shule za za nini, wanapata diploma, ndio tunawashangilia. Nikasema ah, akanambia shika themanini na sita. Nikasema shika themanini na sita basi, nikasema ah, mimi nitasahau. Nikajiandika kwenye kichwa themanini na sita nikasoma katika kitabu kwenye Biblia themanini na sita. Angalieni, ina mambo pia hayo hayo ya kimataifa, mambo hayo hayo ya nchi, mambo hayo hayo ya serikali na u, na ubabe wake. Mkienda kusoma basi, nikasasa wakati huoni, mweko niko busy na huyu msichana, naongea naye, naangalia nyuma, mume wangu hayuko, naenda kwa mume wangu yule. Mtoto mwenye mwenye anaishika kamshika mume wangu, naongea na mume wangu, hanielewi kasema hapa, na yeye anako kama zezeta, anataka naye aelekee kwenye ile nini, kwenye lango kubwa. Nikamshika nikaanza kumwagia maji nikaanza kuomba katika jina la Yesu, nikamkemea nikasali, nikasema nikamwambia Mama Maria, Bikira Maria. Baadaye nilivyosema hivyo, nikaanza kusema Salamu Maria, akashtuka Salamu nika Salamu Salamu, kaamka nikaanza kusema Salamu Maria, Salamu Maria, nikasema salamu, nikasema mume wangu tuondoke, tukachukua mikate mikate nini, tukaanza kukimbia kwenda. Ndugu zangu naambieni mimi sijui kwa nini Mungu amenionyesha mimi. Mimi si, mimi si mwema, mimi sio malaika, mimi ni mtenda dhambi kama kama kila mtu, lakini hii ndoto imeniogopesha, kile kitendo cha kuona kwamba watu wakuu wa, wa, wa serikali watu wakuu wa majukumu wa, makubwa wanasukuma watu waende kwenye kwenye hili lango hili lango ambalo linachuja watu linaua watu inabinya watoto linabinya watu wazima, wazee wote wanabinywa, alafu linakunywa damu na kila kitu, alafu lenyewe linaongezeka. Naomba mnisamee kwanza. Niliamka nimeloa jasho, natetemeka. Mume wangu akaniambia, akanyamsha mume wangu akasema, uh, baby ulikopo unashindwa kuhema, ulikopo unatetemeka kitandani nimeloa jasho, nikaamka, nikaanza kusali. Nikaambia Mwenyezi Mungu, mimi sijui unamaanisha nini, mimi sielewi na nini. Nikaongea na dada yangu, dada yangu akaniambia Lucy, Mungu anajaribu kukuonyesha kinachoendelea saa hizi huko nyumbani, please waambie watu wasali. Kwa hiyo mwanamke mwenzangu mimi sijui wewe ni nani, mimi sijui unaamini wapi, mimi sijui unatokea wapi, mimi sijui una kabila gani, mimi sijui kama wewe ni milionea, mimi sijui kama wewe masikini, sijui wewe, sijui ni mwanamziki. Ninachokwambia, anza kusali, sali na navyosema, anza kusali, na kusali. Simanishi kwamba usali masaa ishirini kombo, masa. Sali ukiwepo kwenye gari lako, sali mwambie ja, Mwenyezi si Mungu, mwambie Mwenyezi si Mungu, nakukabidhi Tanzania, Mwenyezi Mungu nakabidhi nchi zote zenye vita, kwa sababu hatujui kinachoendelea, lakini Mwenyezi Mungu anajitahidi kutuonyesha. Mimi sijui, labda kati yenu pia ameshawahi kuota kitu kama hicho kuonyeshwa, andikeni, niambieni, labda sio peke yangu hili, kwa sababu na, na, unajua toka nilivyoota hivyo naishiwa nguvu na sijui la kufanya zaidi ya kusali. Ninyi ndio naongea na, naongea na ninyi kwa sababu nyinyi wa Tanzania wenzangu, labda mnaweza mkaongea na mimi mkasema kitu kinachoendelea. Mimi sijui kinaendelea nini, lakini najua tu mama yangu akiniambia kwamba mm, mambo yamekuwa magumu huko chini, kwa sababu mama yangu haongei sana, anasemaga tu hivyo, sababu ni mtu ambaye anamwamini sana Mungu. Kwa hiyo mimi nawaombeni wapendwa wa, wa, wa, wangu, naombeni salini, salini kila siku, hata kama hujui kusali hata kama ujue kusali sawa tu, amka simwambie, Mwenyezi Mungu, ninakushukuru kwa sababu ninaishi, ninakushukuru nina maji ya kunywa. Lakini Mwenyezi Mungu, naikabidhi Tanzania, usiache Tanzania iende kwenye mikono ya shetani, usiache Tanzania iende kwenye mikono ya hawa ibilisi, kwa sababu Tanzania ni nchi yenye amani, Tanzania ni nchi yenye amani ya ajabu. Usiache watu wabaya wachukue Tanzania usiate usiache watu wabaya wauwe wa Tanzania, usiache watu wabaya waiharibu Tanzania, tuanze kuogopa, tuanze kukimbia kama wakimbizi, kwa sababu tusipo tusiposali, tusipo sali, tutaanza kukimbia kama wakimbizi na tukaacha nyumba tuka tuka zetu, tukaacha familia, tukaacha biashara zetu, tutaacha kila siku, kila kitu na mimi nakwambia hata kama uwe tajiri kiasi gani, nyumbani ni nyumbani. Kukiharibika nyumbani, wewe ni maskini. Nachowaambieni, nawaambieni, niko chini ya miguu yenu, naomba msali. Hata kama ukisali neno moja tu, mwambie Mwenyezi Mungu, mimi nina dhambi, lakini ninakuomba uikumbatie Tanzania. Mwenyezi Mungu mimi sijui hata jinsi ya kusali, lakini ninakuomba uikumbatie nchi ya Tanzania. Hicho tu tunachowaombea, kusanyeni, salini. Hata kama ukisahau leo, kesho sali. Ukisahau kesho, kesho kutwa sali. Sali salini, salini, kwa sababu hili lidudu likikula, likila watu wote likishiba, litatawala Tanzania. Umenielewa? Kwa sababu saa hizi linakula, linazidi, linaendelea kuanda juu, likishashiba Tanzania imekufa. Umenielewa, mama? Tanzania itakuwepo lakini kutakuwepo tu wale watu ambao wako juu, wale wenzangu na mimi ambao tuko chini hatuna chance yoyote. Lakini tukisimama tukisimama pamoja, tumshukuru Mungu, tumpe Mungu tutashai, hakuna atakayeweza kuichukua Tanzania, hakuna atakayeweza za kuiharibu Tanzania hata kama nini kimetokea, hakuna atakayeweza yoyote mwenye nia mbaya ya kuiharibu Tanzania hatuweza kwa sababu tunamwamini Mwenyezi Mungu. Mimi ni Mroma Katoliki na nasali Roma Katoliki lakini nasali Biblia, ninafunga, ninafanya kila kitu kwa sababu najua kwamba Mungu ni Mungu hata kama hachaguo upo kanisa gani. Mungu hachagui wewe ume huko sijui Anglikana, hachagui wewe sijui ni mlokole, hachagui wewe sijui unataka gani. Mungu ni Mungu mmoja. Kwa hiyo tukienda kumwomba huyo Mungu mmoja wote tukusanyike wote wa Roma ni sijui wa Lokole, sijui nani, tufunge tusali. We are going to win this. Umeelewa? Tutakwenda, tutaenda kufaulu. Tutakwenda kunini kukumbatia. Na wale wanzangu na mimi ambao wanafata mikumbo, acheni. Fanya kile ambacho unaona moyo wako unakwambia, moyo wako ukiona unagoma kidogo tu kwa sababu saa nyingine Roho Mtakatifu anaongea kidogo tu. Acha mama, acha. Ni afadhali uonekane kama mshamba kuliko ukae pale ujione kama wewe ni mkubwa afu baadaye unakwenda kuaibika. Mimi naombeni tuan tuangalie tunaenda wapi, tuangalie tuna nani, tuangalie tunafuata nani, tuangalie kwenye hizo Instagram nani tuna comment, tuangalie kwenye hizo Instagram nani tunampa kichwa. Sina la kusema zaidi, ni hilo tu nilitaka kuambia, na ni matumaini yangu kwamba mmesikia. Ni matumaini yangu kwamba mtaanza kusali baada ya kumaliza ku, ku, ku, kuangalia hii video. Ikabidi Tanzania mikononi mwa Mungu, na nayinafanya hivyo kila siku Mwenyezi Mungu, wewe ndio uliye utajiri. Wewe ndio uliumba vyote vilivyoko duniani vyote, hakuna chote kile ambacho kinashindikana katika jina lako. Wewe ndio ni Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Yakobu, Mungu, Mungu wa uwezo wote, Mungu wa Isaya. Kwa sababu Baba amesema tukiomba basi tutapata tukitafuta na tutavipata vile tunavyovitafuta. Lakini mwenyezi Mungu, wakati mwingine inakuwa vigumu, kwa sababu yule mwovu anataka kutuharibu, yule mwovu anatufanya tu wapumbavu, lakini kwa sababu Mungu wewe mwenyewe umesema kwamba tusiogope kwa sababu wewe upo, tusiogope kwa sababu wewe upo na unatuangalia na unatuongoza njia ile ambayo tunatakiwa kwenda. Baba, ninakupa sifa kwa sababu najua chochote kile kinachotokea kwenye nchi baba ni kwa sababu wewe unajua kwa nini, na najua Mwenyezi Mungu, hata kama mtu akichaguliwa aina gani, lolote, najua utakwenda kumbadili vile wewe unaona inafaa. Mungu ninakupa sifa, Mungu kwa sababu najua hakuna linaloshindikana kwa jina lako inaekabidhi Tanzania katika mikono yako kwa sababu Tanzania ni nchi ya amani na umeibariki kwa namna ya ajabu, na Watanzania wote, hata kama masikini, hata kama matajiri, wote. Mungu mwenye huruma, wana amani katika nchi hii kama ilivyo. Na ndiyo maana Baba, katika jina lako lipitalo majina yote, nakuomba kwa upendo wako ajabu, uikumbatie kwa kwa damu ya mwana na upendo Yesu Kristo, kwa sababu umeandika katika Mathayo mtakatifu 18 mstari wa 18 chochote kile tunachokifunga, chochote kile tunachokifunga duniani, tukiamini na mbinguni umekifunga, kwa sababu umetupa mamlaka. Mamlaka hayo Baba umetupa mamlaka makubwa kuliko hata malaika. Baba, ninafunga nguvu zote za giza zinazotawanyika Tanzania, zinazotaka kuharibu na kubomoa nchi yenye amani, ninazifunga Baba katika Matayo mtakatifu kumi na nane msaraya kumi na nane. Nanajua Baba hujawahi hata mara moja kukataa maombi yetu. Asante Baba kwa kila sala inayotoka kwa wenzangu, kwa kila sala inayotoka kwa Watanzania wenzangu wa Kenya, wote wale wanaosapoti no. Mungu mwenyewe unaomba ukaipokee kwa mikono yako mweni, Baba nimefanya kazi yangu, nimetoa ujumbe, sasa ni kazi yako wewe, Mungu fanya mema, nikiomba na kushukuru, Amen.